za mechi dhidi ya baba mwenye nyumba, tumemtandika goli mbili kwa moja. Simba tunayo furaha kubwa kuona ndani ya siku takriban kumi na moja, kumi na mbili eh, tumefanikiwa kuandikisha alama kumi na mbili yaani kwa lugha nyepesi ni kwamba kuanzia tarehe mbili ile eh, tulikuwa tukichukua pointi moja, moja kila siku tucheze tusicheze tulikuwa tunachukua pointi moja moja hadi kufika hii leo tumefikisha alama kumi na mbili tumemaliza kutafuna viporo vyetu. E, faraja yangu na furaha yangu ni kwamba e, Simba kushinda mechi hizi nne, tumewaweka watu kwenye masononeko makubwa sana na msongo mkubwa wa mawazo, ambayo kimsingi hiyo sio shida yetu sisi. Sisi tunaona tunapenda kuona wakipata mateso makubwa wengi hawakuamini kama Simba tungeweza kutoboa kupata alama kumi na mbili. Waliamini ya kwamba atadondosha leo, ataanguka kesho, atajikwaa kesho kutwa, tutamkamata ya mwisho, lakini viunzi vyote hivyo tumevivuka salama kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, kwa utaalamu wa Mwalimu Fadlu, na kwa ubora wa wachezaji, na kwa sapoti ya mashabiki, na nguvu kubwa ya viongozi wetu tumefanikisha kutafuna viporo vinne, tumefanikisha kuchukua alama kumi na mbili, tumefanikisha kushinda mechi nne mtawalia za ligi kuu ya NBC Tanzania. Ni jambo la kujipongeza sisi kama Simba. Lakini katika mechi zote mechi ya leo imekuwa na ya kiutofauti kidogo. Na hapa ningependa nizungumze kitu kimoja bwana Toby. Mechi ya leo kipindi cha kwanza zimeongezwa dakika tano. Only five. Kwa sababu mechi haikuwa na delay. Eh, kuna mchezaji wa KMC alianguka katibiwa na wengine wengine kidogo daya delay dakika tano. Kipindi cha pili boli halikusimama kabisa. Zimeongezwa dakika ngapi? Dakika tatu. Mechi nyingine huko zilikuwa na kelele nyingi za dakika nyingi, kwa sababu wachezaji wa timu pinzani walipoteza muda makusudi <laughs> na waamuzi wetu wako <laughs> very smart. <laughs> <laughs> na mimi ni, eh ukilala tunaweka tunabonyeza stopwatch inasimama, ukinyanyuka tunabonyeza play. Yaani, kuna mechi hapa kama wangeendelea kufanya ule toto wao, kuna mechi tungecheza muda kama huu giza limewaka Mringo anawasha ta taa, tunaendelea kukidimua mpaka dakika zetu zikamilike. Hiyo ndo Simba, hatuachi chenji kwa mtu. Kwa hiyo mechi ya leo imekwenda vizuri mno, I'm so sure. Uh, hata wenyewe KMC wameridhika, na nimpongeze mwalimu wa KMC uh, ame, ame, ndani ya muda mfupi ametengeneza timu yake imekuwa nzuri kidogo. KMC umecheza mpira mkubwa sana hii leo, na walikuwa na mbinu yao moja safi sana, wanamwacha chambo pembeni huku alafu ina... Sasa unajua Kapombe anaondoka, anakuja kushambulia eh, chambo anabaki huku pekee. Kwa hiyo akipigwa huku na chambo, ni mtu threat sana, mona bwana kwa hiyo akatengeneza madhara kipindi cha kwanza akapata bao akaendelea bado na mfumo ule ule. lakini tayari sisi tukawa tumesha mcontain, tukamdhibiti. Kwa hiyo mechi leo ilikuwa ni mechi ya kiufundi sana, ilikuwa ni mechi ya kitaalamu mno, lakini yote kwa yote, Simba tumepata ushindi. Tumepata matokeo ya ushindi. We are very happy. Sawa. Kwenye mechi hiyo hiyo Joshua Mutale man of the match kwa mara ya kwanza, Steven Desa Mkwala amefunga mabao mawili ya Simba ni kama ni kama buffet, nishawahi kukwambiaga zamani, unaanza ni kama buffet una, eh, eh, eh, unachagua tu uchukue kuku wa kukaanga eh, ama kuku wa mchuzi, uchukue nyama ya kukaanga au nyama ya mchuzi, uchukue nyama ya kuchoma ama uchukue nyama ya bata, uchukue nyama ya twiga ama uchukue nyati eh, buffet. Ah, analiwa <laughs> analiwa analiwa Eh, unachagua mwenyewe, uanze na pilau uje wali mweupe, uliochukua ndizi mzuzu ama ndizi Bukoba, hiyo ndio, ndio Simba Sports Club, na vitu vyote hivyo ni vitamu. Mzee wangu ndio Simba tulikofikia hivi sasa, mwalimu anachagua tu, nianze na Ateba nianze na Mkwala. Uzuri ni kwamba yeyote atakayeanza hapo anauhakika wa kumpa mwalimu, mwalimu magoli ama goli moja ama ku, kuipa timu ushindi. Kwa mwalimu Fadlu wala hawazi mechi hii, nianze na nani, anaangalia tu aina ya mpinzani anachezaje, anasema leo Wacha nianze na Ateba. Anamwangalia mpinzani anachezaje, anasema leo wacha nianze na Mukwala. Na zote anavyofanya inampa matokeo ya ushindi. Mechi ilopita Alianza na Ateba. Ateba akaweka goli hizi mbili. Mwalimu akawa stadi KMC, akasema no, Ateba he don't fit hapa, akaweka nani? Akaweka Mkwala. Mkwala ameweka goli hizo goli mbili. ni, ni, ni, ni utaalamu wa mwalimu Fadlu kwenye kucheza na nna vijana na, na, na, na, na, na, na, wake ndio buffet hiyo. Kwa hiyo hatuna mashaka yoyote eh, ambaye atapewa nafasi pale mbele anafunga, lakini surprise kubwa ambao, sasa kuna watu wengine wameanza kupata wasiwasi wa -wasi, roho na nafsi, ni kipaji cha, not cha, cha, cha. Kipaji ni kurejea kwa ubora wa Joshua Mutale SGR Budo. Eh, kuna mtu mmoja kuniambia, umemwita umemwita Mutale SGR, ina maana sisi ndio tuna SGR ya aina ile. Nikaambia tulia tulia <laughs> wapinzani wetu wapinzani wetu, nikaambia tulia tulia, ipo kwenye matengenezo, itakapoanza kufanya ruti zake daa Dodoma masaa matatu, wewe utakuja kuuma meno. Tumemwona Joshua Mutale ndani ya mechi hizi mbili, amefanya unyama mkubwa sana. Uwezo wake wa hali ya juu mno, ubora wake ni wa hali ya juu mno, na ni mchezaji ambaye eh, work rate yake yani, uwezo wake wa kufanya kazi uwanjani ni Mungu. Akipoteza mali lazima aje aipokonye Mutale. Utamkuta, utamkuta, utamkuta golini kwa mpinzani, lakini timu ikishambuliwa unamkuta golini kwetu, na anafika uvunguni kwa mtu, anachukua mali anaondoka. Akishindwa kuchukua mali lazima atamdisturb mpinzani ili apoteze focus. Ni Josho Mutale, alafu anagonga ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana achia zake moja za hatari mno, wah, wah, wah, wah. Yani, kusema kweli kumbuka goli la pi, goli la kwanza kwanza zimepigwa pale mpa, e, ta, ta, ta, ta, ta. Mpaka wakapata kizunguzungu vijana wa KMC, ni kawahurumia, watakufa hapa na, na, na, na, na, na, na, na ambulensi ni moja, na hawa ni wako wengi, sijui watabebwaje. Goli la pili vile vile ikapigwa 1 2 pale sasa. Huo ndio ubora wa Joshua Mutale. Na sasa Joshua Mutale haikuwa shida ya miguu yake Miguu ya Joshua Mutale haijawahi kumsaliti Joshua Mutale, shida ilikuwa ni psychology. namna ambavyo alianza vibaya ikampelekea kuharibu saikolojia yake. Nakumbuka niliwahi kukuambia kitu kimoja, Joshua Mutale ndio mchezaji pekee ambaye amesajiliwa, sisi wanaSimba Simba tunamfahamu. sisi wanaSimba anasajiliwa Jean Shalea ahua, hatujawahi kumwona. Kuna mtu ukimuuliza hileo kwa haraka haraka, tushamoa ametoka timu gani, hawezi kutaja Sijui umeelewa. Hatukuwahi kuwaona hao wengine. Mutale tumemuona kwa macho yetu hivi, tumecheza naye. Kwa hiyo ubora eh, wake tulikuwa tunaojua, na ndio maana ilikuwa ni rahisi watu ku criticize Mutale kwa sababu wanaona huyu sio huyu ni wa online. Sijui umeelewa eh? Sasa mwalimu amefanya kazi kubwa ya, ku, ya kum-cool down Le. kumtuliza na kumwambia wewe bado miguu yako inaweza kukupa hela sawa. Wasemaji hili limeshamalizika e, tayari umezungumzia mechi nne katika siku kumi na moja kama siku kumi na mbili Kinachofuata ni mchezo wa fainali kombe la shirikisho, tukianzia ugenini. Taratibu ratiba zote na taarifa kuelekea mchezo huo, kesho saa tano asubuhi katika makao makuu ya Simba Sports Club. E, Masaki, sisi ofisi yetu yuko Masaki mzee eh, yeah. <laughs> <Hey, shuani. laughs> E, tutafanya mkutano na waandishi wa habari kuwaelezea ratiba nzima ya timu kusafiri kutoka da kwenda mpaka Morocco. Tutawaelezea e, tutawatajia wanasimba e, kauli mbiu kuelekea mechi yetu hii dhidi ya RS Berkane, tutawaambia wana Simba viingilio vya mchezo wetu, na tutakapotangaza viingilio zitaanza kuuzwa hapo hapo. Tiketi, timu wakati inasafiri kuondoka kuelekea Moroko, tiketi huku zinaanza kuuzwa na watu waanze kununua. Lakini vile vile tutawaelezea taratibu, uh, ratiba nzima ya hamasa ile wiki ya kuelekea mechi yetu ya marudiano. Kwa hiyo yeyote ambaye ana shauku ya kutaka kufahamu kuhusiana na mpango mzima wa Simba kuelekea kwenye fainali yetu tukutane kesho saa tano kamili asubuhi kwenye YouTube channel ya Simba. Kuanzia hii leo tarehe kumi na moja, ni marufuku mwana Simba yeyote kubishana, kuzungumza, kuposti status, kuposti Instagram, Facebook, Twitter kusema chochote kuhusiana na ligi kuu ya NBC haswa haswa mechi ya tarehe 15 ya mwezi wa sita. Kuanzia hii leo wanasimba wote, mazungumzo yetu, posti zetu, e, status zetu, kila kitu chetu ni kuhusu fainali ya tarehe 25 fainali fainali ya, ya, ya, ya tarehe kumi na saba na fainali ya tarehe ishirini na tano Narudia na tena kuanzia hii leo na, na sio kama na wakari pia. Eh, nawaomba wana simba, hayo mengine tuwaachie hao wengine, ndio muda wao. Sasa sisi tujikite na jambo ambalo liko mbele yetu, tarehe kumi na saba na tarehe ishirini na tano Tuhakikishe tunazungumza, tunalala, tuna posti, tuna chochote, tunasujut... kinachohusiana na mawasiliano. Wanasimba, tuwasiliane kuhusiana na mechi yetu ya fainali. Shukran sana, sana. sana, sana.